Karibu sana katika chaneli hii ya author Roda, chaneli ambayo tunaongelea maisha halisi huku tukihusisha na mafundisho ya Biblia au neno la Mungu. Kipindi kilichopita niliongelea kuhusiana na njia ambazo zitaenda kukusaidia katika kutambua kusudi lako. I hope umejifunza na umeelewa, lakini leo nitaenda kufundisha mwendelezo wa hii mada inahusiana na njia zitakazokusaidia katika kutambua kusudi lako. Kama bado hujasubscribe katika chaneli hii, bonyeza alama ya kengele hapo chini ambayo imeandikwa subscribe, ili kila nitakapokuwa nikiposti video zangu uwe wa kwanza kutazama na kupata notification. Karibu sana. Roda, maisha arisi, ya risi, uhalisia ndani ya neno. Njia nyingine ambayo itaenda kukusaidia katika kutambua kusudi lako ni kusikiliza ushuhuda na uthibitisho kutoka kwa wengine, au kutoka kwa watu wengine mara nyingi watu wa karibu wanatambua vipaji cha mtu au wanatambua mtu amebeba kusudi gani, kwa sababu mara nyingi sana wanapokuwa karibu na mtu, wanakuwa wanaona kipawa cha mtu katika ufanyaji kazi au mpangilio wa vitu mbalimbali, hivyo inakuwa rahisi zaidi katika kujua kwamba huyu mtu ana uwezo fulani na ana kipawa fulani, hivyo utakaposikiliza watu wanasemaje itakusaidia sana katika kujua wewe ni una mwelekeo gani, au kutambua kusudi lako ni lipi? Ukienda kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kumi na sita mstari wa kwanza hadi wa pili unasema akamfikiria Derbi na Listra, na tazama, palikuwepo mwanafunzi wanaf mmoja, jina lake Timotheo, mwana wa mwanamke Myahudi aliamini, lakini babaye alikuwa Mgiriki, naye alishuhudiwa vema na ndugu waliokuwa Listra na Ikonio. Timotheo alikuwa ameshuhudiwa na wengine, na ushuhuda huo ulimfungulia njia ya kuingia katika kusudi lake la kumfuata Paulo. Kwa hiyo sasa, watu wa karibu huwa wanabe, wanabe, wanabeba maono ya kututazama kwa sababu muda mwingi tunapokuwa nao wanakuwa wanaona vipawa vipi ambavyo vipo ndani yetu, uwezo upi ambao upo ndani yetu, wakitukompea na watu wengine. Hivyo inakuwa rahisi sana kukujua kwamba wewe kusudi lako ni lipi ukienda kusoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili Wakorinto kumi na tatu mstari wa kwanza unasema kila neno lithibitike kwa kinywa cha mashahidi wawili na au watatu. Hii inaonyesha kuwa Mungu mara nyingi hutumia uthibitisho kutoka kwa wengine kuziirisha kila alichoweka ndani yako. Hivyo ni vyema pia katika kuwasikiliza watu wa karibu wanasema nini kuhusiana na wewe. Sasa hapa kuna maswali ambayo unaweza ukajiuliza kupitia uthibitisho wa watu na ikakusaidia katika kutambua kusudi lako. Swali so, la kwanza unaweza ukajiuliza ni jambo lipi watu wengi uniomba msaada mara kwa mara? ni majukumu yapi watu uniweka kipaumbele kuyatekeleza? ni heshima hipi nimepewa mara nyingi isiyo ya kawaida? Mfano labda kushauri kuongoza au kuwa msaidizi. Katika kujiuliza maswali haya, itaenda kukusaidia katika kutambua kusudi lako wewe hasa ni lipi. Njia nyingine ambayo itaenda kukusaidia katika kutambua kusudi lako ni kuchukua hatua ndogo. Kusudi huwa alijitokezi moja kwa moja kikamilifu, hujulikana kama hatua kwa hatua, huwa linaonekana taratibu kadri unavyoendelea. Ukianza kutenda kidogo ulicho nacho, Mungu kufunulia zaidi ukianza kutenda kulingana na kile ambacho unakiisi ndani yako, ukaanza kukifanyia kazi, ndio kusudi lako huwa linaendelea kukua na mwisho wa siku utafikia katika kusudi lenyewe ambayo unatakiwa uwe. Sasa kuna maswali ambayo yanaweza kukusaidia katika kutambua kusudi lako kupitia hatua so ndogo ambayo utakayochukua. Swali la kwanza ni ndoto hipi ndogo naweza kuanza nayo sasa hivi bila kungoja hadi iwe bora? Swali la pili, ni tabia hipi ninahitaji kuachana nayo ili kuishi maisha ya kusudi? Ni nidhamu hipi mpya ninapaswa kujenga ili kuweza kulitimiza kusudi langu? Nidhamu hiyo inaweza kuwa kusoma, kuandika, kuomba au kufunga. Kwa hiyo, unapotambua kusudi lako inabidi kuanza hatua kwa hatua katika kujenga misingi ambayo itaimarisha kusudi lako. Mfano, labda wewe kusudi lako ni kuja kuwa mwalimu, lazima uanze kujijenga katika kusoma, lazima uweze kujijenga katika kufanya mazoezi, namna gani utafundisha namna gani utaweza kuorganize watu na wataweza kukuelewa. Kwa hiyo hiyo hatua ndogo ambayo unaoanza ndio itaenda kuthibitisha kusudi lako. Pia kuna njia ambayo pia itaenda kukusaidia katika kulinda na kuweza kutimiza kusudi lako. Hii njia inahusu kujitenga na mambo yenye kukuzuilia. Watu wengi huwa wanabeba kusudi kubwa hapa duniani, lakini kulingana na kuto kutambua kusudi, wanajikuta wameingia katika makundi heza ya marafiki ambao ni toksiki, au na kikundi cha watu katika kazi ambao wanaweza wakadestroy au wakaharibu yale maono ambayo mtu amekuwa nalo au kusudi ambalo Mungu wamewe, amemwekea mtu ndani yake. Marafiki wabaya, hofu au tabia za mazoea mabaya zinaweza kuzima mwanga wa kusudi lako. Kusudi linahitaji ni nidhamu na maamuzi magumu. Kama utashindwa kutambua kusudi langu huko nilipi na ukaenenda tofauti na kusudi lako, inaweza ikakupelekea kushindwa kutimiza lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 33 inasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Hivyo marafiki au mazoea mabaya yanaweza kuzima kabisa kusudi lako, kwa maana ukitambua kwamba wewe kusudi lako ni lipi ni hili, lazima u, utafute marafiki ambao watakusaidia katika kuenenda kusudi lako. Uwezi ukakaa na kila mtu u, ambaye anaweza akawa na kujenga katika sumu ambazo zinaweza zikaharibu kusudi lako. Kwa hiyo ukitambua kusudi lako ni lipi, lazima utafute watu ambao wataambatana na wewe katika kutimiza lile kusudi, na sio kuambatana na watu ili mradi uonekane kwamba una marafiki, ili hali wamebeba sumu za distraction katika kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Njia nyingine ambayo itakusaidia katika kutimiza kusudi lako ni kutafuta ushauri au mwalimu kulingana na kusudi lako. Kwenye kila kusudi ambalo mtu anakuwa nalo au anakuwa nalo ambalo Mungu amempa, kuna watu ambao wapo wanalifanya hilo kusudi au wamemtangulia kwenye hilo kusudi. Hivyo kuna umuhimu mkubwa sana katika kutafuta ushauri ambao utakupa mwongozo kwenye kusudi lako. Yaweza kuwa ni wachungaji, walimu, au watu ambao wamekomaa kiroho. Ukisoma kumbukumbu Kumbu la Torati 34 mstari wa tisa inasema, na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, kwa maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwona mara Musa. Yoshua alisimama kwenye kusudi kwa sababu ya msaada wa ushauri wa Musa. Kwa hiyo katika kila kusudi ambalo umelibeba kuna watu wametangulia. Yohana Mbatizaji alipokuwa akibatiza watu, Yesu alimwendea na kumwambia anahitaji ambatize, lakini Yohana alikataa kwa sababu alimwona Yesu ni mkubwa kuliko yeye, japokuwa yeye alikuwa anaifanya kazi ya Mungu kabla yake. Hivyo tunakwenda kuona kwamba katika kusudi ambalo wewe umelibeba kuna watu ambao wametangulia kwenye hiyo kusudi regardless kwamba wewe ni mkubwa au utaenda kuwazidi katika hilo kusudi, lazima lazima uhakikishe kwamba unanyenyekea na kuomba ushauri ambao utakuongoza katika kusudi lako, kama vile Yesu alivyonyenyekea na kukubali kubatizwa na Yohana Mbatizaji, ili hali yeye alikuwa amebeba ukubwa kupita Yohana Mbatizaji. Kusudi si kitu cha mara moja, bali ni safari ya maisha. Mtu anaweza kulianza hatua ndogo na kisha kufunuliwa zaidi kadri anavyotembea na Mungu. Kuna maswali unaweza ukajiuliza. Je, niko tayari kusubiri au kukua hatua kwa hatua hadi nitimize kusudi kikamilifu? Je, niko tayari kugharimu kwa muda pesa au kujitoa kwenye kusudi langu? Je, nina mtazamo gani wa kurisi kizazi kijacho kupitia kusudi langu. Maneno haya au maswali haya yatakujengea mtazamo wa uvumilivu, kujitoa lakini pia hata kugalamikia ili uweze kulitimiza kusudi lako. Asanteni sana kwa kunisikiliza, naendelea kufuatilia chaneli hii ya Otha Roda, maisha halisi, uhalisia ndani ya neno, ili uweze kujifunza masomo mengi. Kama umependa usisahau kulaiki, kushea na pia ku subscribe ili kila nitakapokuwa nikitoa video zangu uwe wa kwanza kutizitazama. Asanteni sana kwa kunisikiliza.